Mpateke kwa kona bana. Mtu kama huyu anatumia akili, alisema tuna gari la drage na konaleza tutaisha. Ni kambu ni kambuni gani? Lakini hii ni kambuni gani? Eh, ni kambuni ni gani kambu yani, wanaua mtu life life. huyu ni mtu akukua gari chini. Hawa ni watu wanalia watu wameuliwa. Hizi gari zilikuwa zina overtake. Ah. Hmm. Hizi magari nini?